Shughuli hii kwa wazo la JICA na Baraza la Michezo la Taifa, lengo lake hasa ni kusherehesha uongozi, mafanikio, maendeleo na kusema kwa sauti kubwa ama kuandika kwa herufi kubwa tupu, lakini zilizodariziwa wino mweusi mnene kwamba sasa kwa, ambasasa, kwa wanawake ni zamu yenu. Tunapofanya shughuli ya leo, taifa letu lipo katika hatua muhimu ya kuimarisha umoja na uzalendo wetu, kupanua fursa za uchumi kwa vijana na kutengeneza mazingira rafiki kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika so sekta zote za maendeleo, ikiwemo michezo. Katika mazingira mashinda, uh, haya mashindano ya Ladies Fest 2025 hayaji kama tukio la kawaida bali jukwaa la kitaifa la kuunganisha jamii, kukuza vipaji na kuimarisha misingi ya usawa wa jinsia ambayo ni sehemu ya maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nchi yetu. Mashindano haya ambayo yanashirikisha wanariadha kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Hii kwangu ni tukio la kwanza kama mgeni rasmi kutoka tumeanza awamu hii. Baada ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwamba tukio hili ni la wanawake, ladies first, linarudi pale pale, mimi na mabinti damda. Kwa hivyo, ningependa kuipongeza taasisi ya ushirikiano wa kimataifa ya Japan, JICA, Baraza la Michezo la Taifa pamoja na Shirikisho la Riadha Tanzania kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuhakikisha mashindano haya yanafanyika kwa mafanikio makubwa katika awamu zote hizi saba nafahamu mashindano yalianza mwaka elfu mbili na kumi na saba na tungetakiwa kuwa msimu wa tisa hivi lakini kwa sababu ya covid ile elfu mbili na ishirini na ishirini na, na moja tukaacha kuyafanya na tukarudi tena elfu mbili na ishirini na, na mbili lakini niwapongeza kwa kuhakikisha kwamba mashindano haya yanaendelea ya kuwepo na ku... sisi ambao tulikuwa tuna shughuli zetu ni kuandaa shughuli kufanya shughuli hivyo hivyo kwa miaka saba mfululizo, sio jambo la masihara. Ongereni sana ndugu wanamichezo. Mashindano haya ya riadha ya wanawake ni fursa adhimu kwa nchi yetu, ambapo wanamichezo wetu wa kike kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watapata fursa ya kushindana na kuonyesha vipaji vyao ambavyo vitalelewa na kuendelezwa na kupelekea nchi yetu kupata wanariadha ambao watawakilisha nchi katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa ya ki yakiwamo mashindano yajayo ya Jumuiya ya, ya Madola, mashindano ya Afrika, mashindano ya Olimpiki, na mashindano mengine ya riadha ya kidunia. Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa ushiriki wa michezo kwa wanawake kwa nchi yetu bado ni mdogo ukilinganisha na ushiriki wa wanaume. Hili linachangiwa na sababu kadhaa ikiwemo majukumu aliyonayo mwanamke katika familia, kutokuwepo elimu ya kutosha juu ya faida ya mwanamke kushiriki shughuli za michezo, pamoja na kukosekana kwa fursa za michezo kwa watoto wa kike. Lakini ushahidi unadhihirisha kwamba timu zetu nyingi za wanawake zimekuwa zikifanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, na mfano ni timu ya taifa ya ya mpira wa wanawake wa Twiga Stars ambayo ilifuzu kushiriki mashindano ya WAFCON, ya WAFCON ambayo yatafanyika nchini Morocco. Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa futsal ambayo imefuzu kushiriki mashindano ya dunia ambayo yanafanyika nchini Ufilipino na wamekuwa wakifanya vizuri, lakini timu hali kadhalika, timu ya taifa ya wasichana ya Serengeti ambayo ilishiriki mashindano ya kombe la dunia nchini India na kadhalika. Ndugu zangu, ni jukumu letu sote kuhakikisha tunapinga dhana potofu ambazo zinadumaza ushiriki wa wanawake kwenye michezo pamoja na kuendelea kuelimisha jamii umuhimu wa wanawake kushiriki kwenye michezo. Ndugu zangu, wote tunafahamu kuwa michezo ina umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya binadamu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Michezo inajenga afya ya mwili na akili, michezo inatengeneza nafasi za ajira, michezo ni chanzo cha uchumi wa mtu na uchumi wa nchi lakini michezo inajenga urafiki kati ya mtu na mtu na kuimarisha umoja wa kitaifa pamoja na kuimarisha amani ndani ya nchi na kuimarisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi na nchi nyingine. Taifa letu likiwa na watu wenye afya njema litapunguza pia gharama kubwa ya kutibu magonjwa yasiyoambukiza kwa, kwa vile tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Ni mi michezo ya tamasha la Ladies First ni tamasha linalohusisha michezo ya wanawake ya mchezo wa riadha hususani na mchezo huu. Tamasha hili limeasisiwa na Kanali Juma Ikangaa ambaye ni balozi wa hiari wa Jaika Tanzania, ambaye amewahi kukimbia mbio nyingi sana huko Japani miaka ya nyuma na akafanya vizuri sana. Ana heshima kubwa kuliko tunavyoweza kuisema sisi hapa Tanzania. Nimekuwa nikiisema na sintachoka kusema Mheshimiwa, kwa sababu tunahitaji kuiga mfano wake. Jaika walimuomba wakamuuliza wamfanyie nini. Kama yeye ningekuwa mimi ningesema nijengeeni shule yangu binafsi na watoto wangu. Angekuwa mtu mwingine angesema ninunulieni mabasi atakayokuwa anafanya biashara kwa ajili ya familia yangu. Yeye akasema nifanyieni jambo kwa ajili ya watoto wa kike wa Tanzania na alikuwa na sababu. Sababu ilikuwa ni kwamba ana kumbukumbu nzuri kwamba Tanzania kimataifa imewahi kupata medali ya kwanza kimataifa mwaka 1965 katika mashindano ya Afri, All African Games yaliyofanyika Congo Brazzaville. Medali ilitokana na mchezo wa riadha wa kurusha mkuki unaofahamika kwa jina la javelin, na ililetwa na mwanamama anaitwa Theresia Dismas. Na lengo la tamasha hili sasa ni nini? Lengo la tamasha hili ni kuendelea kusherekea mafanikio ya mwanamke katika michezo, lakini kuendelea kuwafungua macho wanawake na kuwaonesha kwamba wanaweza na kwamba nchi hii kwa mara ya kwanza ilipata mafanikio ya kimataifa kupitia wanawake, na mpaka leo hii bado sisi ni mashuhuda. Wanawake fursa zao kwenye michezo sio kubwa, lakini wanapozipata wanafanya vizuri kuliko wanaume. Kweli sio kweli? Naomba tujipongeze kwa hilo na tuendelee kufanya vizuri zaidi. Uh, ladies first. ni mashindano ya dida ya wanawake ambayo yalianzishwa pamoja na NSCT na JICA

kutoka mikoa yote ya Tanzania vile mheshimiwa uh, mgeni rasmi, niseme tu kwamba michezo hii imeleta mchango mkubwa sana kwenye riadha. Mashindano haya leo tunawaona uh, hawa vijana chipukizi wako hapa lakini uh, kuna wanariadha kama kina Magdalena Shauri ambaye hivi karibuni amefanya vizuri kwenye mashindano ya riadha ya Chicago Marathon alianza kama nyie na mnaona picha zake zimewekwa pale kwenye kumbukumbu kumbu za mashindano haya Ladies Fest. Ni kati ya mwanariadha alianza na mashindano haya. Leo hii anashikilia rekodi ya taifa ya marathon ya masaa mawili dakika 18 sekunde tatu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ametokana na mashindano haya, kwa haya, ni, haya mashindano haya yana mchango mkubwa sana kwenye tasnia yetu ya riadha. Sasa nyie leo a, mtakuwa kina Magdalena wa kesho. Leo hii Magdalena anapata a, a, mafanikio makubwa ya riadha. Ni, ni kwa sababu ametokana na mashindano haya. Kwa hiyo sasa nyie mnapaswa kuiga mfano wa Magdalena mkifika huko mikoani, msiache tena mazoezi, mwendelee na mazoezi, mwanze kujiandaa kuanzia mashindano baada ya mashindano haya. Mtakapofika kule mikoani, kushirikia kwa kushirikiana na walimu na makoches, mwendelee na mazoezi mikoani, kwamba hapa tunaangalia vipaji, tunaangalia wakina nyumba ikangaa wajao kwa hiyo msije tu kwamba hapa tumekuja kwenye tamasha wanaangalia nyinyi ndio mtakuwa mtainua Tanzania kimchezo na kupata medali za medali zote tumepata za dhahabu lakini nimshukuru tena mheshimiwa rais kwa kweli ametubeba sana kuinua mchezo wetu, simwangushe. Mimi naleta salamu kama nilivyotambulishwa, ni mjumbe maalumu wa kamisheni ya Afrika ya umoja wa Afrika anayesimamia maswala ya wanawake, amani na usalama nimeona nishiriki kwenye mashindano haya au tamasha hili, kwa kuwa michezo ni kiunganisho muhimu sana katika kuleta amani, umoja na mshikamano. Nimeona kwamba nimetoka Addis Ababa, nikasema kwa kweli siwezi kukosa tamasha hili. Lina ujumbe maalumu na muafaka kubwa zaidi ni kutambua ushiriki wa wanawake, na kama kati mtendaji alivyosema wanawake tunaweza, hata kama hatukuwezeshwa au sio? Mnakubaliana? Yeah. Hiyo yeah. Ehe. Kwa hiyo na mimi ofisi yangu inawezesha, lakini pia inaamini kwamba bila ushiriki wa wanawake hatuwezi kuwa na maendeleo endelevu, hatuwezi kuwa na amani ya kudumu, hatuwezi kuwa na usalama katika nchi zetu bila kushirikisha wanawake, na hii pia naiona kwenye michezo. Kwa hiyo leo sio siku ya hotuba, mimi naonyesha, nasema nina furaha kubwa hasa kuona watoto wetu kutoka mikoa yote alikuwa ananiambia katibu mtendaji, sikuamini, nikafikiri alikuwa anajimwamba fai. Kumbe ameweza, amewaleta wote mikoa yote. Mi nawapongeza sana baraza la michezo, na nashukuru pia tumeweza kufanya zoezi. Sijui nani mnafanyaga mazoezi leo, nimeona mnaangaika. Kwa hiyo naomba zoezi liwe sehemu ya maisha yetu. Mazoezi ni afya, ni uhai.